Siku moja baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano Samia Suluhu Hassan kuunda tume huru ya kuchunguza matukio yaliyotokea nchini humo kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, kufuatia vurugu zilizosababisha zilizo, vifo, uharibifu na mali, wadau, wanazuoni na vyama vya siasa wameibua wa maswali lukuki wakihoji ubora na tija ya tume hiyo. Florence Majani ametuandalia taarifa zaidi. Tume hiyo iliyoundwa jana na rais Samia Suluhu Hassan itaongozwa na jaji mkuu mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania Mohamed Chande Othman ambaye atakuwa ni mwenyekiti na itaundwa na wajumbe saba, akiwa mo jaji mkuu mstaafu Ibrahim Hamis Juma, katibu mkuu kiongozi mstaafu balozi Ombeni Sefue, IGP mstaafu Saidi Ali Mwema na Dr. Stagomena Taxi, aliyewahi kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa pamoja na Paul Mela mwanadiplomasia na luteni wa jeshi mstaafu. Licha ya kusubiriwa kwa hamu kwa kauli ya rais kuhusu vurugu za Oktoba 29, lakini kuundwa kwa tume hii kumeibua maswali na wasiwasi kuhusu ubora wa tume hiyo iliyosheheni viongozi wastaafu waliowahi kushika nyadhifa kubwa serikalini. Kwa upande wao chama cha ACT wazalendo wametoa tamko lao wakidai hawatashiriki wala kutoa ushirikiano wa aina yoyote kwa tume hiyo, kwani wanaamini tume hiyo ni chombo kisicho huru kinachotegemea maagizo ya, ya serikali. Kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo Dorothy Sem amesema tunataka tuwe na kundi la tume ambalo litajiangalia tukio zima na matokeo yake e, kwa namna ambayo haitakuwa ya upendeleo, kwa namna ambayo itakuwa ya kujisafisha. Rais Samia Suluhu Hassan amechukua hatua ya kuunda tume hiyo kwa mamlaka aliyonayo chini ya kifungu cha tatu cha sheria ya tume za uchunguzi sura ya thelathini na mbili. Wachambuzi wa masuala ya siasa na uongozi hapa nchini nao wameibuka wakionyesha wasiwasi wao dhahiri kuhusu tume hiyo. Mkurugenzi wa jumuisho la vijana Tanzania TIC Lenin Kazoba amesema tume hiyo ilihitaji uwakilishi wa vijana, walitakiwa wawepo kwenye tume vijana ambao kwa asilimia kubwa katika population ya nchi yetu ndio nguvu kazi, na wao ndio eneo ambalo kwa namna moja au nyingine walihusika katika suala zima la maandamano, huwe na uwiano ili kusudi waweze kusema kitu ambacho gani kinatokea na mambo gani ambayo amewasukuma. Hii si mara ya kwanza kwa rais kuunda tume, kwani mnamo Desemba mwaka jana aliunda tume kushughulikia mzozo wa masuala ya ardhi na uhamiaji wa hifadhi ya Ngorongoro. Mapema mara baada ya kuingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na moja, Rais Samia kadhalika aliunda tume ya kuangalia namna bora ya Tanzania kupata usawa wa kijinsia wakati wa uongozi wake ili kutokomeza umaskini miongoni mwa wanawake. Taifa hili la Afrika ya Mashariki liligubikwa na vurugu za maandamano kuanzia Oktoba 29, 2025 siku ya uchaguzi hadi Novemba 3, vurugu zilizosababisha vifo vya watu kadhaa na uharibifu wa mali za umma na mali binafsi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.